Kwa upande wako dada Atu, karibu. Asante sana. mm -hmm. We umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Kibaa, nili nimekufuatilia sana, nakufuatilia Instagram. Mm -hmm. Okay. mm -hmm. mm -hmm. Instagram toka nadhani elfu mbili na ishirini na mbili kwao, kuna zile experience, kuna comment za kusoma, kuna zile content ambazo wako nafanya live mm hapo -hmm. mm -hmm. ndipo nilipokutambua mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo kutokana na nilikuwa nasoma mm -hmm. Kutokana na baadhi ya changamoto ambazo nilizipitia nikiwa chuo mm -hmm. Nikaona kwamba ya nilikuwa chuo. Okay, chuo gani? Nilikuwa Mlandizi College of Health and Allied Science. Nafundisha nini? Nikiwa mm -hmm. Nachukua diploma in clinical medicine. Unataraji mm -hmm. mm -hmm. Diploma. Kwa hiyo ulifika level gani? Nimefika mwaka wa pili, yani kati ya ile miaka mitatu nimeshia wa pili. Umeshia wa pili. Umeshia wa pili. Nini changamoto? Changamoto ilikuwa ni ada. uh -huh. kwa baada ya kuanza ku roll out namna ya kuweza kusolve zile changamoto na kuona hakuna namna nitatoboa, ngoja uh -huh. nijaribu kuikaribia uh -huh. kwa Dada Center, uh -huh. kuna namna nitapata msaada uh -huh. kuna vya kujifunza, lakini nikiweka effort uh -huh. kuna namna nitapata msaada uh -huh. ndipo nilipoamua sasa kuchukua maamuzi uh -huh. nikaandika barua nikapostpone chuo uh -huh. Nikawa konsulti wazazi wa mm -hmm. Wakanielewa mm -hmm. Na wakawa positive okay, kwa sababu kwamba juiskiria ilianza muda mrefu. Ni mtu ambaye tunamfahamu hadi wazazi wako wanamfahamu. Yeah. Wazazi walikuwa nakufuatilia kwenye Wanawake Live wow. ya East Africa okay, kipindi mimi nasoma. Okay. Kwa hiyo kutokea kwenye kile kipindi mm -hmm. nilivyoenda, baada ya kuona sasa nimefikia pale Mm -hmm. Hata nilivyo consult nika approach kwenye issue hiyo ya Wadada Center mm -hmm. walikuwa positive. Okay. Hiyo ikanipa mimi courage kwamba ngoja niende mm -hmm. I can do. Kama mm -hmm. kuna mtu amefanya. Mm -hmm. Niliona kuna live moja ulituma ya dada ambaye amemaliza mkataba wake mm -hmm. na alikuwa dada bora wa mwezi. Mm -hmm. Nadhani mm -hmm. sikumbuki ni mwezi gani lakini kuna dada alikuwa dada bora wa mwezi. Mm -hmm. Kwa hiyo kutokea pale nikawa nikapata namna kwamba ngoja niende, kama yule aliweza, hmm. naweza pia. Wow, mwaka huu Mungu akanipa neema, mm -hmm. nikafika. Okay, aha. Kwa hiyo ndio uko hapa unasubiri fursa? Nasubiri fursa. Ongera sana Dada Atu, asante sana mm. umechukua hatua sahihi na umefuata njia sahihi ya kujikwamua kiuchumi ni njia ambayo wengi hawatupii sana macho kwa sababu wanaona inachelewa, lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa Mungu siku zote tunafundishwa tuna, tuna kuanza taratibu. Hata maandiko yanatuelekeza kwamba ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ndogo sana ambayo inapandwa, inaota mpaka ije ikuwe. Ni process, ni muda. Sasa huwa sisi tumerithi sana mafundisho haya tunayoona. Unajua, maisha ya kwenye mitandao, unaona tu mtu kakurupuka, anakuonyesha Range Rover, anakuonyesha gari zuri, nyumba, lakini akuonyeshi process alizopita. Akapata wale ambao wanafata process, tunakuwa hatuko motivated kwa, kwa kuona kama yani hatuko inspired eh, watu ambao wanaonyesha kila siku wako kwenye hustle wako kwenye wako kwenye process za utafutaji, you understand, labda jo isikiria umesema miaka mingi watu wananifuatilia, niko kwenye Wanawake Live, sasa hivi nimeingia Wadada Center na bado naendelea ku move forward right. Lakini mtu anaweza akaangalia akaona mm, yani anataka tu dada yote amekurupuka huko amekuja anaonyesha yani yuko kwenye bata hivyo, eh, ndio yeah. eh? vitu ambavyo vina watu wengi wanakuwa wana vinawavuta wana, wana, wana lakini ni vitu ambavyo ukifuatilia sana A vitu jengi, kwa sababu hawatuonyeshi process, wanatuonyesha. Yaani ni sawa na uje umevuna unatuonyesha gala ambalo limejaa mahindi au mchele au mpunga, si ndio? Mwingi sana. Sawa, ulilima lini? Wapi ulilima? Au umeiba? Umelimaje? <laughs> hey, you understand? yeah, sasa sisi hapa tunaamini kwenye process what we are doing ni, kati, ni process ya kuvuna. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa tukikuona umefika huko pale, dada Atu e, e, Husna, unaona kabisa huyu mtu alianzia kule. That's why miwa na own maisha yangu nasema nilianzia kazi za ndani and kuna step kubwa nimepiga nyingi tu za kutosha mpaka sasa hivi. And I'm not complaining. Yani, naona kabisa matokeo ya kile nilichokipanda zamani, na bado naendelea kupanda na Mungu anajalia, naona mavuno yake. Kwa hiyo kadiri unavyoendelea kupanda ndivyo utaendelea kuvuna mm -hmm. Nasema hivi kwa ajili ya kuwasaidia wasichana wa change mind zao, kwa sababu hao wanaofanikiwa kupata hayo mazao ambayo hawakulima Um, kwanza ni wachache na pili sio sustainable. Ushai kuona mm -hmm. wazazi watoto ambao wameachiwa mali nyingi, alafu ndani ya muda mfupi zile mali zote zimepotea, mm -hmm. kwa sababu hawakufundishwa process za kuvuna yale mazao. Yaani wao wamekabidhiwa mazao, lakini hawajawahi kuambiwa yanalimwaje, yanapatikanaje, uandaaji wa shamba uko vipi? Unaisijui, unaelewa? Kwa hiyo mm -hmm. unaweza ukamrithisha mtoto hela nyingi sana, lakini uishawahi kumfundisha jinsi ya kupata hela Pata hela ni process, na lazima hizi process yani iti, ni lazima kwa sababu hizo ni kanuni za kimungu sijui unaelewa, yani huwezi okay. kuzivuka ukivuka tu tayari umeshavuruga umesha kuna mahali ufiki ndio maana tunasemaga shortcut hizi kwenye maisha huwezi kutoboa why? Kwa sababu sio kanuni, yani kanuni siku zote yes. lazima yes. ibaki pale it's a process kwa yes. hiyo, karibu sana Uh, napenda napoona wasichana kama nyinyi ambao mmeshasogea. Unajua, wadada wa kazi zamani walizoeleka ni wadada ambao hawajamaliza darasa la saba na labda sana sana, sana ana elimu la saba. Na mimi ni miongoni mwa hao wadada maana nilivyomaliza, maliza la saba tu, kitu pekee kilichokuwepo cha kuniokoa ni hizi kazi, but now kutokana na changamoto za ajira hakuna changamoto za kiuchumi kama wewe ulikuwa uko chuo lakini umeshindwa kumaliza kwa sababu changamoto za kiuchumi kwenye familia. Sasa wasichana wanaanza kufunguka kwamba you know what, mafanikio sio njia moja. Naweza kwenda Wadada Center nikaja kuendelea na chuo takusoma kupo but yeah, I have to make sure ninatumia angalau hiki nilicho nacho. Musa aliulizwa una nini mkononi? <laughs> yeah. so usibaki unalalamika kwamba oh, sasa niko sina ada. yes, una ada, but una nini? <laughs> hauna ada sawa, lakini una nini? una nini? Nguvu nazo, thank you very much, ambazo kila mtu anazo. Yeyote anayelia sasa hivi anayelalamika, akijiuliza tu hilo swali aliloulizwa Musa, una nini mkononi? Eh, tumia ulichonacho, ata, tumia ulichonacho. Mm, ili uweze kupata kupata kufungua milango na kupata hicho unachokitafuta. Kwa hiyo Dada Atu, karibu sana sana, eh, ni, sana umenisurprise. Nilikuwa sijui, sitarajii, nimekuona ulikuja juzi. Ndiyo. Yeah, so eh, umenipa bonge la surprise. So mipango yako ni nini, malengo malengo liliyonayo mm kupitia Wadada Center. mm -hmm. Natakiwa nipate mtaji. mm -hmm. Mtaji nita invest kwenye biashara. mm -hmm. Baada ya kupata ile biashara ikasimama, mm -hmm. nitarudi kusoma. Wow, napenda sana kuwatibu wanawake na watoto. Okay, kwa hiyo ndiyo maana hata katika kutafuta wapi naweza nikapata msaada mm -hmm. nikiwa karibu na Wadada Center, hata mm -hmm. kama nikakamilisha nikawa daktari mm -hmm. ni rahisi sana mimi kuwaprochi wanawake wengi zaidi. Wow, wow. Mm -hmm. wow. nimefurahi sana kusikia ndoto yako na jinsi mtazamo wako ulivyo, na hakika Mungu wa mbinguni atafanikisha hayo maono, kwa sababu hujakaa mtu yoyote ambaye ana maono na amekaa, ndugu yangu, yatabaki zitabaki kuwa ndoto. But kama una maono na unachukua hatua ndogo ndogo ndogo ndogo, lazima tu utatoboa. So hatu karibu tena na tena na tena, umefika sehemu salama, na umechukua hatua ambazo ni sahihi kabisa, na nakuhakikishia ndoto zako zitatimia, sio kwa sababu mimi nasema, ila kwa sababu ya ahadi za neno la Mungu ndizo zinazosema mi, hayo maneno nayakopa tu kwenye Bibilia, kwamba ukifanya ukifata uk, uk, uk, uk, mfumo ambao Mungu ameuweka hata kama kwa kuanza pale ulipo kwa kutumia kile ulichonacho lazima tu utafika, yeah. Kwa hiyo nakutakia kila la heri, utakapopangiwa kazi uende ukapambane vizuri. Changamoto nayoiona wadada wanashindwa kupambana, yaani wanakuwa ndio wana ambitions, lakini wanapofika kule wanashindwa kuwa kama Dada Husna <laughs> sio kwamba Husna hajakutana na changamoto <laughs> lakini eh, e, ameamua kupasavia mpaka ametimiza lengo lake, na ndivyo safari ya maisha ilivyo. Hata mimi sio kwamba sikutani na changamoto, lakini nakomaa, nasema changamoto hizi ziko hapa kunishep, ziko hapa kuning'arisha Dhahabu bila kupita kwenye moto bado haing'ai, yeah. yeah kwa hiyo yeah. Huwezi kutakiwa kukimbia changamoto, unatakiwa uzitumie zile zile changamoto ili zikupeleke stage nyingine, zile ni stepping stones, stones. Yes haya karibu, asante sana madam.